Kwenye mjadala wetu leo tunaliweka mezani suala ambalo kusema kweli kwenye jamii nyingi za Afrika ni mwiko hata kulizungumza: biashara ya ukahaba au kama wale wanaoitetea wanavyopenda kuita biashara ya ngono. Na leo tunalijadili kwa mkondo wa madhila wanayopitia wale wanaojihusisha na biashara hiyo. Ulimwengu umetenga siku maalum ya kukemea ukatili na unyanyasaji wanaokumbana nao wafanyakazi wa ngono, na siku hiyo iliadhimishwa Jumatano ya wiki hii. Takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha mamia kwa maelfu ya wafanyakazi wa ngono duniani wanakumbana na ukatili kila mwaka, hasa katika jamii ambazo kujiuza kunazingatiwa kuwa kosa kisheria, kinyume cha maadili au hata imani za kidini. Wako wanauuliwa, kushambuliwa, kunyima ujira wao licha ya makubaliano na hata wakati mwingine kufedheheshwa. Watetezi wa makundi hayo wanasema watu upinga ukahaba kwa sababu ya imani walizo nazo ni swala moja, lakini kumdhuru mtu mwingine kwa sababu anajihusisha na biashara hiyo ni swala jingine. Historia inaonyesha biashara ya kuuza miili ilikuwepo tangu enzi na enzi, na watetezi wa biashara hiyo wanataka jamii zitambue kwamba itaendelea kuwepo kwa itaende muda mrefu. Hata hivyo, mvutano huo wa mtazamo ndio mara zote umekuwa chanzo cha ukatili, kwa maana wale wanaoamini ni ukosefu wa maadili ama misingi ya kidini, na wale wanaohisi ni haki mtu kuamua kufanya anachotaka na mwili wake. Lakini inawezekana kweli jamii hasa za Kiafrika, kwa mfano, kuwaelewa wale wanaofanya biashara hiyo? Vipi wasiwasi kuhusu mmomonyoko wa maadili na mashaka kwamba biashara kama hiyo inachangia kusambaa kwa magonjwa na wasiwasi mwingine? Jamii inaueleza. Kujadili hayo, nimewalika mchana huu kutoka nchini Kenya, Joyce Ouchu. Yeye ni mtetezi wa haki za wafanyabiashara ya ngono na mchangiaji wetu mwingine ambaye ametaka jina lake eh, lisitambulishwe lote bali jina moja tu la Sofia. Yeye anatokea nchini Tanzania, yeye anaongoza taasisi nawasaidia wale wanaokumbwa na ukatili huo ya ngono. Na vilevile, na Smaziko, ya na wa biashara na tunajiunga padri Leon Maziko, yeye ni mwanasaikolojia na pia mshauri wa masuala ya jamii, yuko kwenye jiji la mawe kule nchini Tanzania la Mwanza. Karibuni nyote natumai mnanisikia na vizuri. Nataka nianze na, na Joyce hapo nchini Kenya. Kusema kweli kabla hatujagusia ukatili ambao wanafanyiwa wale wanaojihusisha na biashara ya ngono, ningependa nianze na picha jumla ya swala hili. Nimesema kwenye utangulizi kwamba biashara ya ngono ni swala tata sana kwenye jamii, na wengi wanahisi ni ukosefu wa maadili tena wa kiwango cha juu kabisa. Na bila shaka wengi wanajiuliza ndani ya jamii, nini hasa humfanya mtu kuamua kuuza mwili wake ili apate fedha, kwa sababu katika jamii wanahisi ni vipi mtu anafikia hatua ya kusema anauza mwili ili apate fedha? Mtazamo wako ukoje Joyce, kuhusiana na na, na, na na fikra hiyo ndani na ya jamii? Kwa kunipa uh, muda huu, na nashukuru kwa kuwa mmoja kati ya wa, uh, wa, wanaharakati ambayo wanatetea uh, wanawake ambao wanauza ngono na, kujibu suala lako uh, kuwa ni sababu gani mtu anaye anaweza kuuza ngono mwili wake ili aweze kupata pesa, kuna sababu nyingi mm. uh, kuna wale ambao wameamua hiyo ndio kazi, kama kazi nyingine vile. Mtu anasomea ualimu, kuna mtu anaamua yeye pia hiyo kazi ya kuuza ngono ndio kazi ambayo anaweza fanya kama kazi zingine uh, Iz zenye ziko. La pili ni kuwa uh, ukosefu wa, wa kusoma vizuri wengi unapata uh, kukosa ajira kulingana na um, masomo yake mm-hmm. Ametafuta ameona hana lolote la kufanya ila aweze kuuza mwili yake ili watoto wake na familia yake waweze kujikimu kimaisha. Uh, ya tatu pia tunapata ya kuwa um, unyanyasaji kati, kama mtu alikuwa mdogo umenyanyaswa ukiwa mdogo, and then unajipata kuwa haujiheshimu tena. Una, unaona mwili wako ni kama umedharauliwa kabisa. Sasa unaamua wacha niende nijiuze e, mwili wangu kama vile nilikuwa nimezoeshwa, nimekuwa nimebakwa kama niko mdogo hmm, uh, sina njia nyingine ya kufanya na hiyo hilo ndio njia njia yenyewe yenye najua ni mwendo mwen ambayo naweza jihikimu kimaisha hmm. Sasa hizo ndio sababu zangu ambazo unapata mtu anaamua wacha nijitakase niji katika uwanja ili niuze mwili wangu. Asante Joyce, kabla sijarudi kwako kuku, kuku, kukuuliza uzoefu wako ukoje hapo nchini Kenya linapohusika suala la ukatili dhidi e, ya hawa wanaofanya biashara hii ya kuuza miili yao, nataka nisikie kutoka kwa Sofia hapo nchini e, Tanzania, hali ikoje? Tunafahamu nchini Tanzania e, biashara ya ngono si halali kisheria e, wale wanaojihusisha nayo tunajua ipo wanakumbana na aina gani hasa ya ukatili? Vitendo vipi hasa ndo wanafanyiwa sana wauza mili yao nchini Tanzania, Sofia? hmm. Asante sana mtangazaji. Um, kwanza nirekebishe, ni, ni, ni sio wana wanauza wana, wana mili yao, maana wangekuwa wanaiuza wasingekuwa nayo. mm -hmm. Ukiuza kitu unakiuza moja kwa moja na basi na basi tupu zina maana, wao wanabadilishana ngono na na vitu vingine. mm -hmm. wanafanya wanafanya kazi ya ngono hawauzi hawa hawauzi mili, wanafanya tu kazi ya ngono mm. nikienda mw... kwa hiyo hiyo sio kwamba wanauza mili, maana ukiuza mwili sasa utakuwa unauza kwa mtu anaenda nao na anakaa nao siku zote. Mnakubaliana na wale wanaoita biashara ya ukahaba? Hapana, sio ukahaba, yani biashara ya ngono, Sa -sa Sari, hapana, kwa sababu hao wanabadilishana na... mm. Halafu unajua kwa kwa niseme niende moja kwa moja kwenye swali lako kwa kwa suala la Tanzania tumekuwa tuki, watanzania wamekuwa wakinyoosha mikono kwa wale kwa wale wanaoonekana wale ambao wako kwenye madanguro wale ambao wako kwenye mabarabara wale ambao wana, unaweza kuwaona wakiwaona wamekuwa wakipigwa wakiwekwa mitandaoni mm -hmm. wakipelekwa polisi wanapigwa wanachukuliwa wana pesa zao wanavunjiwa vyumba vyao wanapigwa wakiwa barabarani wanafanyiwa ukazi um, wa kingono wao wenyewe wanaowakamata na kuwafukuza kuwa kwenye zile nyumba na manyanyaso mengine mengine, lakini wanashindwa kuelewa kwamba ni kuna hii kazi ya ngono watu wanaifanya wakiwa, kuna wengine wanaifanya wakiwa majumbani. Kama ni swala labda la maadili, kama swala la magonjwa, kwa mfano tunaposema swala la ukimwi, haijalishi unafanyia wapi hata kama uko nyumbani as as long as unafanya kile kitendo cha kubadilishana ngono na na pesa au na, na, na kitu kitu kingine, ni kwamba madhara ya kupata virusi vya ukimwi yako vile vile, mm. Kwa hiyo watu wa Tanzania kwa mfano wamekuwa wame wakinyanyasa, lakini bila kuangalia. Na Joyce ame- ameongea kitu kimoja cha msingi kwamba ni kwamba hawa watu wengi wa, wa, kwa sababu kila mtu ana amewataja na, na, kwa nini mtu anaingia, sitarudia lakini kuna wengine ambao wameingia kwa sababu wamekatiliwa, amepata ndoa ya utotoni, amepata mimba ya utotoni. Haya yote ni ukatili. Ina maana yeye kama mtoto atatuma mtoto wake, lazima kitu ambacho amekiona ni cha kwanza ambacho sio kwamba amekiona tu na ni kwamba uh -huh. Watu wanaomzunguka wanamwambia kafanye hicho, kwa sababu kuna kitu kingine cha kufanya, hajasoma uh -huh. Kaolewa, ana mtoto. Asante Sophia, eh, nataka nimsikie kidogo, me-nimekuelewa nataka nimsikie Padri Leons Maziku, yeye ni mwana sosiolojia, mshauri wa masuala ya jamii. Umewasikia wachangiaji wetu wa mwanzo. Padri, unaelewa msingi wa kile kinachoitwa haki kwa wale wanaofanya biashara ya ngono, hata katika jamii ambayo kwa sehemu kubwa haikubaliani na vitendo hivyo, kama kama kwenye mataifa ya Afrika? Padri Maziku wa. nashukuru sana nashukuru sana mtangazaji, habari za Bon, habari za Tanzania ni salama. Ndio, nimewasikiliza kwa umakini sana na wameongea kwa hisia, wameongea kwa hisia kabisa zinazogusa maisha ya kila siku. Um, lakini tu tu turudi nyuma kidogo. Hadhi ya mwanamke ni nini? Na unaposema haki, haki na kuna wajibu, huwezi kudai haki yako bila kutimiza wajibu wako. Hadhi ya binadamu ni nini? Unaposema kwamba kuna mtu alifanyiwa ukatili akiwa mdogo, maana yake huyu anatakiwa uponyaji, na uponyaji sio maombi. Uponyaji ni guidance and counseling kumfanyia aweze kujitambua aweze kujihurumia aweze kujisamehe. Sasa tunapotaka kusema kwamba huyu alifanyiwa unyanyasaji akiwa mdogo, namna ya kujitibu ni kufanya hiyo kitu, na naogopa kurudia walivyokataa, sijui biashara au nini Um, hakuna mantiki hapo, hakuna hakuna mantiki, huwezi kuhalalisha padri maziko. Lakini ziko hisia, tafadhali kidogo, kabla ujaendelea, ziko hisia mm -hmm, kwa kwamba msingi wa dini unaotumika ama msingi wa maadili ndani ya jamii ambao umekuwa ndio msingi wa wale wanaopinga biashara mm -hmm, biashara ya ngono unapuuza ule ukweli kwamba biashara hiyo ipo, iliwepo, nimesema mm -hmm, kwenye hizi enzi na enzi na itaendelea kuwepo. Kwa hiyo ni lazima wale wanaojihusisha nayo watendewe haki wasi- wasiuliwe, wasipigwe, wasinyimwe haki, wasinyimwe ujira wao. Unasemaje? Ha, hapo hapo sasa. Haki ni nini hapo? Haki ni kuachiliwa kufanya maovu? Hiyo ndio haki? Mm, kinachotumika kuwafanyia kwa kuvunja haki za binadamu sio sawa. Kwa mfano, hawapashwi kish, kama sheria ipo wakumikwa sheria. Kwa hiyo hakuna sheria ya kuwanyang'anya pesa yao hakuna sheria ya kuwapiga, hakuna sheria ya kuwadhalilisha, hiyo hiyo isokee okay, lakini huweze kusema kwamba haki yao ni kutenda maovu kwa sababu walitendewa maovu. Hiyo hakuna kitu kama hicho. Asante Joyce. Umemsikia uh, Padri Leons Maziku anachosema yeye, anashukiria msimamo ule wa jamii kwamba biashara hii ni ni ni, ni haikubaliki ndani ya jamii na kwa na hivyo, anaungana mkono na wale wanaosema, eh, hawatakiwi kutendewa vitendo vya uovu, kunyanyaswa, ajira kuporwa. Kwa uzoefu nchini Kenya, inaonyesha matendo gani hasa makubwa yanafanyiwa wale wanaojihusisha na, na, na biashara hii, matendo ya ukatili ambayo ninyi kama watetezi mnalenga mna, mna, mna, mna kuyapinga. Mbele Stanley, ningependa kuya, kuya, kuya kuambia mwanasaikolojia kwamba, uh, um, uh, society huwa haiangalii mtu kuwa alinyanyaswa, we judge kabla hatujachukua mkondo wa kusaidia, na haya ndiyo mambo ambayo yanafanya uh, wauzaji ngono kuhofia hata kwenda kanisani eh. Tukipata ya kwamba kanisa lilikuwa chumba cha kuenda kujituliza kiakili na unapata ya kuwa unapoingia kanisani uh, kitendo ambacho unachofanya mtu hajajua uh, nini uh, imechangia wewe kukua mahali pale. Hakuna mtu anataka kukusaidia ilha, wataendelea kuku kukuongea vibaya badala ya wao kukuunga ama kukusaidia uh, mentally, ili mental health yako ikuwe sawa sawa, wao wenyewe wataanza kuhubiri wakitabiri mambo ambayo unayatenda bila wao kukusaidia kuona ni sababu gani uliingia pale lakini Joyce, tafadhali una, tafadhali kidogo, unatamani manake, kwa jinsi unavyoeleza unatamani jamii pengine na, na viongozi wa dini watumie nafasi yao kuwasaidia hawa wanaojihusisha na biashara ya ngono kuacha na kurudi kuwa katika hali ya kawaida, kwa maana hawafanyi biashara hii, ama unatetea kuwa ni lazima waendelee kuwepo na haki zao zilindwe? Kama mtetezi ya kwanza uh, kila mtu ako na Um, sababu yake kukua uh, kiwanjani. Ya kwanza kuna mtu ambaye amekubali kuwa anauza ngono kwa sababu ni kazi kama kazi zingine. Ya pili, kuna mwenye anauza ngono kwa sababu hana Uh, namna nyingine ya kujitafutia ilhali anaweza uza ngono venye nilikuwa nimesema hapo awali, sitaki kurudia tena mm -hmm. Na sasa sisi kama wanaharakati wenye wanauza ngono kwa sababu ni kazi, tunawasaidia kuwa venye wanaweza jiprotect ili wasipate magonjwa, ili wasidhulumiwe eh, kisheria ama wasidhulumiwe kupindukia na wale ambao wangependa kuwadhulumu. Uh, ya tatu tunasaidia wale pia ambao wangependa kuepuka ama kutoka uh, katika uuzaji mm -hmm. ngono kwa sababu zao wenyewe. Alafu la mwisho ningependa kwa kusema kuwa uh -huh. e, mambo ambayo unyanyasaji ambao Kenya wengi wanapitia. Uh, kuna we, watu ambao wakishafanya nawe ngono wanakuua. Kuna wengi ambao wameudhiwa. Kuna wengi ambao wanatumbukiziwa chupa katika sehemu zao za siri, na hiyo ndio ilikuwa chanzo changu cha kwanza kukuwa mwanaharakati wa kutetea wasichana ambao wana, wanauza ngono kwa sababu sio wewe mwenyewe bali ni mimi. Mimi kesho nikipatikana naweza patikana, sio wenye wanadhulumu wengine. M sio watu ambayo hatuwajui. Asante Joyce, na nataka kabla sijaja kwako tena, yeah. Sofia, nimuulize padri eh, Leons Maziku, wanawake kusema kweli ndio wanatupiwa lawama sana linapohusika suala eh, la biashara ya ngono, inaonekana wao ndio vichochezi, lakini wanaume pia wana wananunua. Jamii inatenda haki kwa kuwalaumu zaidi wanawake kuliko wanaume? niongezee kwanza kwa hapo mwanaharakati wa kenya kabla sijarudi kazi ni nini kazi shughuli halali inayokupatia kipato kwa hiyo kisheria kama sio halali huwezi kuita kazi la kwanza hiyo la pili hajajibu swali lako la msingi anataka iendelee au anawasaidia watokee hakujibu swali la msingi aya nije sasa kwenye swali ulionuliza kuhusu um, lawama zinazoelekezwa zaidi kwa wanawake kwa... kuliko wanaume exactly. Mi utamaduni wa mfumo dume, nafikiri hata ukiangalia kwenye maandiko, wewe umepitia kidogo na mi nimepitia, ilikuwa mwanamke akifumaniwa na zini anapigwa mawe mpaka kufa. Unaona, huyo aliyekuwa na zini naye anahukumiwaje? anapewa adhabu gani? Kwa hiyo uh, inatokana na mfumo dume wa kumwona mwanamke kama chombo, kama kitu. Ndio maana niliuliza pale mwanzoni kabisa, hadhi ya mwanamke iko wapi? thamani yake ni nini? Yeye ni kitu au ni mtu? Ana atastaafu lini ukahaba? Atake historia gani kwa watoto wake? Historia itahukumu nini kwa mana yake? Kwa hiyo mfumo wa kusema kwamba wanaume Hawaangaliwi. It's not fair, sio, sio haki kabisa. Mm -hmm. Anayefanya biashara ni pande zote mbili, kuna anayelipa na anayenunua. Hata anayelipa anashiriki kosa lile lile la jinai. Mm -hmm. Asante, asante. Sofia, hapo hapo hapo Tanzania, mnapo wa nyinyi taasisi yenu mnapowasaidia hao wanaofanya biashara ya ngono mnatoa msaada gani hasa mahususi? Mna, na, na, na mnapigania nini? mnataka mtu wa amekubaliana na mwenzake wamekwenda, hakulipwa aweze kwenda polisi na kusema nilikubaliana na fulani e, tumekwenda tumefanya, lakini hajanipa ujira wangu, a, ama unataka ikitokea ameshambuliwa aweze kwenda polisi na atoe sababu kwamba nimeshambuliwa kwa sababu nilikuwa kwenye biashara ya ngono na amenipiga? Mnataka nini hasa? Unajua, sisi tunachotaka ni kwamba kama alivyosema um, mtu wa saikolojia ni kwamba tunataka utu wa mwanamke uheshimiwe. Halafu kitu kingine, nitajibu swali lako moja kwa moja ni kwamba unajua, hatuwezi kulaumu na kumkandamiza huyu mwanamke bila kuwajibisha mifumo, na hatuwezi kuamka asubuhi ukasema sasa wanawake wanaofanya biashara ya ngono wameisha, hatutafanya hivyo kwa sababu hiyo. Hilo swala lishatu, lishatu lishatu shinda kwa sababu lilikuwepo lipo na litaendelea kuwepo. Chamsingi ni kwamba kushirikiana na watoto, kwa mfano kama sisiad wido tumekuwa kama kwa mfano tumekuwa tukishirikiana na wadau mbalimbali wadau mbalimbali kulingana, kwa sababu tulifanya tulifanya needs assessment haa, watu wanahitaji nini. Kwa hiyo tukawaweka kwenye makundi kulingana na kila mtu hitaji la kila mtu au hitaji la kila kundi. Kuna wale ambao wanahitaji kupona, ambao wanataka yani counseling ya mara kwa mara na kuendelea. Kuna wale ambao wanatakiwa kuwa, kuweka kwenye makundi na kuhakikisha kwamba tunatafuta namna gani ya kuwasaidia kiuchumi, ile dependence ya ya, ya ya ya ya ya ya ngono ipungue, ili aende taratibu anajipoa ili aweze kutoka mm-hmm, moja kwa moja. Asante, Asante Sofia, muda, muda umetupa mkono sana, nataka nimsikie eh, eh, Joyce hapo eh, Kenya, alafu tutamalizia na Padri Leon Maziku. Umekuwa nchini Kenya ukifanya eh, harakati hizi unaiona unaona uwezekano kwamba mwaka mmoja miaka michache inayokuja kwamba jamii ya Wakenya itabadilika na kutaka hiki unachofikiria wewe watambue haki ya wale wanaofanya biashara ya ngono na walindwe? dhidi ya ukatili. Joyce, inaweza kuwa asante uh, sana Stanley, mm. Tunaona inaweza kuwa, kwa kuwa wengi wamehamasishwa, wameweza kuelewa uh, chanzo na maana uh, ya wanawake ambao wanauza ngono na ni sababu gani wanauza ngono. uh, ya pili, pia tunaona serikali pia tunapigania ili ikuwe decriminalized, eh, ili isikuwe na Uh, mambo ambayo hayako kwenye constitution, kupatia wanawake hiyo uhalali wa kufanya kazi uh, bila kuhofia maisha yao kwa kifupi sana. mm -hmm, na, na haya ndiyo mambo ambayo yakiwepo katika constitution yataweza kusaidia mambo ambayo tuna tunapata ambayo hizo uh, za unyanyasaji uh, wa mwanamke ameuliwa right, mara ame, amefanyiwa mambo ambayo hayafai. Asante. Asante, Asante, Asante. Asante. Asante. Padri Lons Maziki, kwa kifupi sana sekunde thelathini. Inaonyesha hii biashara itaendelea kuwekwa na unasikia wanatetea kabisa kwamba ni haki zao, lazima zi, zi, zi, zipatikane. Jamii inaweza kutafuta vipi uzani kati ya hawa wanaoendelea kufanya biashara hii na jamii inayoipinga biashara hii? Amejikuta kaingia kwenye wahali kwa sababu ya matatizo, kwa sababu ya shida. Kwa cha msingi hapo ni kumsaidia atoke, sio kuhalalisha. Huwezi kuwa na nia njema kwa kufanya kitu baya. Asante. Usiongeze nini, muda umetupa mkono sana. Padri Leons Baziku, shukran sana sana. Pia asante sana Joyce Ouchu ukiwa huko nchini Kenya, na Sofia huko nchini Tanzania, na wewe uliyetufuatilia, asante sana.